Eh, Dr. Saidi alimaarufu Msitu Mnene, tiba asili na tiba mbadala. Hapa nimefika eneo eh, hili la Usevya, katika eh, sehemu ya Mbimbe eh, nimekuja kumwona mtaja wangu Emmanuel. Emmanuel mwenyewe huyu hapa. Emmanuel alitumia dawa ya meno no, inotibu asilimia mia moja. Mimi wangu Dr Saidi, kwa kuwa nimefika kwenye duka la Emmanuel kwanza, tusalimiane. Nijue na yeye meno yake taiakaaa. Habari hey, za Usevya vipi? Nilikuachia huduma yangu dawa ya meno, ulitumia kweli ikitmi. Baada ya kuitumia ulionaje hali m Nimejaribu kuitumia na kweli nimetea mafanikio mazuri, mpaka sasa hivi hapa niko vizuri kabisa. Naamini ile dawa ni nzuri, ni nzuri kabisa. Umepona? Nimepona kabisa. Una uwezo kula hata kwenye dino lilekakamvuagatafu naa, yani bila shida kabisa. Ayani, na yani, nakula vizuri kabisa. Eh, ndugu watazamaji wa, wa eneo hili la Usevya. E, mtu yoyote anayetaka kunipata mimi Dokta Saidi awasiliane na mimi kupitia namba ya simu sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa Nairudia sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa Namba nyingine sifuri saba tano nne sitini na nne themani na tano tisini na nane nairudia, sifuri saba tano nne sitini na nne themani na tano tisini na nane eh. Kwa bahati nzuri, makao makuu yangu mimi mkoa Tabora. Mtu yoyote katika nchi hii nimepanga kuitembelea yote na wote wapate huduma yanguku yangu kuja kukutembelea watu wa Usevya, ndugu yangu Emmanuel biashara ya yake ndo hii <mimba> okay. Naomba mnaweza mkampa ushirikiano bia na keno keno ya, haya asante. Haya asante, kwa biashara yake na yeye iweze kukua, ndugu zangu haya asante, ndugu yangu haya asante mimi